Hebwana, katika moja ya stori ambazo zimemeki headline bungeni leo Aprili kumi na nne elfu mbili na ishirini na tano ni kuhusu mbunge wa Ndanda kupitia tiketi ya CCM Cecilia Mwambe ambaye amehoji serikali kama haioni haja ya kutafsiri sheria ili kuruhusu wakulima wa korosho wazalishe uh, gongo na kwa upande wa serikali wao wamejibu kupitia kwa Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Jumanne Sagini, ambaye amesema sheria ya Intoxication Liquors Act inaweka utaratibu wa kusimamia watengenezaji na wauzaji wa pombe za asili. Sheria ya Intox Intoxicating Liquors Act inaweka utaratibu wa kuwasimamia watengenezaji na wauzaji wa pombe za asili. Kwa mujibu wa sheria hiyo, mtu yeyote anayekusudia kutengeneza au kuuza pombe ya asili anapaswa kuomba leseni kwa mamlaka husika ya serikali za mitaa. Aidha, kwa mujibu wa sheria hii, gongo sio miongoni mwa pombe za asili, kwa maana ya local liquor kama inavyotafsiriwa katika kifungu cha tatu cha sheria husika. Mheshimiwa Spika, pombe aina ya gongo, machozi ya simba, moshi au umeme, kama inavyotafsiriwa na kifungu cha pili cha sheria ya kudhibiti utengenezaji wa pombe za asili sura 384 Traditional Liquor Control of Distillation Act inaweza kutengenezwa ikiwa mtengenezaji ana leseni inayotolewa kwa mujibu wa kifungu cha 19 cha sheria ya kudhibiti pombe za asili sura ya 384. Leseni hiyo hutolewa na waziri mwenye dhamana ya viwanda. Aidha, ni kosa la jinai kuzalisha pombe ya asili ikiwemo gongo bila leseni. Hivyo, wakulima wa korosho wanao nafasi ya kujiongezea kipato kupitia gongo ya mabibo ikiwa wataomba leseni ya kuzalisha pombe hiyo kutoka wizara husika. Mheshimiwa Cecil Mwambe, swali la nyongeza. Uh, Mheshimiwa Spika, kwanza nishukuru kwa majibu mazuri kabisa ya serikali kuhusiana na swala hili, kwa sababu limekaa hapa mbele yetu na utakuwa shahidi kwa muda mrefu sana tukilijadili na, na malengo ni kwamba ku, kuongeza ile value chain ili wakulima wa korosho waweze kujipatia mapato. Serikali sasa iko tayari kutoa elimu kwa wakulima wa korosho kutokana na sheria hii? Mheshimiwa naibu waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, ni kweli serikali iko tayari kupitia wizara ya viwanda na biashara, mara kadhaa tumemsikia waziri akitoa ufafanuzi hapa. SIDO wanayo idara ya elimu kwa ajili ya kuongeza, kutumia teknolojia inayoweza kuongeza thamani katika mazao mbalimbali yanayozalishwa na, na wananchi wetu. Kwa hiyo wakulima wa jimbo lako wanaweza wakatumia fursa hiyo ili kujiimarisha, wakafanya kitu ambacho kinakubalika kwa mujibu wa sheria. Asante Mheshimiwa Spika.